O ndivyo ambako dunia iko siku zote, kule ambako unapotaka kwenda dunia inakupeleka yenyewe inapotaka wewe uende. Kuna wengine walisomeaga udaktari wakajikuta wanauza baa, wengine walisomea unesi huko wakajikuta wanapiga vibarua vya hapa na pale. Maisha ya mwanadamu siku zote anapanga, lakini Mungu yuko anaamua tu, kwamba itakuwa hivi hivyo, hapo lipo pia huko sawa, ndiko ambako litakiwa uwe hapo ila mipango na kujiekea ni jambo la heshima sana. Ukimwona binadamu hajawahi kushughulishwa na mapenzi, mtizame vizuri, pengine hana akili vizuri huyo, au ana mapungufu kwenye kichwa chake. Yani binadamu yoyote mwenye akili timamu lazima ingiage kwenye hii drafting, huu mchezo ambao unaitwa mapenzi lazima umbebe tu. Nani? na utampeleka. Ni mfano wa mtu ambaye unakukimbiza haraka haraka. Ustaarabu, ugaidi unakuja baada, yaani ushetani wewe unakuja baada ya umalaika kutendwa kwanza. Yani, ukiona tu kuna ubaya huko unafanyika, ujue nyuma kulikuwa kuna wema, wema ulikuwepo. Ina maana ule wema ule ndio umekuja kuleta hichi kizaza Basi ndo hivyo, ina maana mtu anakutendea wema, anakufanyia vizuri, na baadaye unadharau jinsi alivyo. Maanake kwa ni kwamba siku mwisho akibadili sasa, yaani siku akiamua kwamba na yeye ageuze ule we, ule ubaya unamfanyia kuja kuwa ubaya, maana amefanya wema, we kuona wema wake mwisho unamgeuzia ubaya, kwakuwa uliona hawezi kunifanya kitu. Lakini ujue wema ukigeuka unakuwaga mbaya kuliko ule ubaya uliofanya wewe mashine hii bado iko mwanzo kabisa ni picha ambayo bado iko mwanzo mwanzo tu hapo. Sasa wanamuita Mbena Movie Studio, waambie kwamba tumwache mtu salama mwaka huu, tunachafua mkale kwanza ndani ya Dar es Salaam. tuangoma pale kwa saku. Keza kama Ah. Kitu ambayo hiyo. Basi ni tuangoma pale kwa saku ndani ya Dar es Salaam, mkali wao. Pata maendelezo yote kila siku ya Jumatatu mapema sana asubuhi na mapema. Yes, mamba anamwita Mbena Movie. Yes, ni Mbena Studio pekee, tena kwa uhakika zaidi. Mahitaji yako movie aina zote pale kwenye flash memory kani, unampata bwana Mbena. Zimambo nazidi kuwa simple, muki de yemba yemba, kamata kamata, nchinje ndeke ndeke, teke teke tuko na mbena kamua Kamasa, na kuchambua kama karanga, tumwache mtu salama, tunazidi kuwachapa oh, oh, maana sasa hawajui atafanyaje, hawajui alifanyalo. Kwa hiyo ndo hivyo yes, mambo shughuli, iyo shughuli tete, shughuli pevu Hebu tusonge mbele kwanza na mzigo huwa pa mia tatu na kumi na nne. Usiombe kidudu mtu aingie kwenye maisha yako. Jamaa kalala kageukia huku, mama kalala kageukia kule, binti anajiuliza, nianze mimi kwenda au ni msubiri yeye atakuja? Na hivyo ndivyo ambavyo zile ndoa nduano usiku zipo, kila mmoja anatamani kuwa karibu na mwenzake, lakini kuna wigi la kishetani limewaingilia kati. Mkemee shetani, alafu vunja ukimya. Usipovunja ukimya, utaishi na shetani milele daima. Usiogope kuwa mzaifu kwenye mapenzi. Wakati ukiwa na mpenzi wako wawili, msogelee na umwambie kwamba unamuhitaji, mweleze hisia zako, kwa sababu bila wewe, yaani, bila yeye wewe usingekuwepo hapo, yaani ungekuwa na mtu mwingine, ungekuwa na maisha mengine, kwa sababu maisha yanatusukuma au yanatubadilisha pindi ambapo tunapozidi kukutana na watu zaidi na zaidi.